Salamu sana mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo, mkate wa leo. Bado tunaitazama miujiza aliyoifanya Bwana wetu Yesu Kristo, bado tunaiangalia miujiza aliyoifanya Bwana wetu Yesu Kristo. Ah, leo tumeingia katika muujiza mwingine pia, tumeingia katika muujiza mwingine nao tunaupata katika Injili ya, ya, ya, ya Yohana Mtakatifu sura ya pili, Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza. Yesu ageuza maji kuwa divai, Yesu ageuza maji kuwa divai. Huu ni muujiza pia aliyoufanya Yesu. Na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya naye mama yake Yesu alikuwa hapo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, watindikia, mama ye Yesu akawaambia, hawana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia, anyeni basi kulikuwa huko mabarasi sita ya mawe nayo yamewekwa huko kwa desturi ya wayahudi ya kutawaza kila moja lapata kadiri ya nzio mbili tatu yesu akawambia jalizeni mabarasi maji nao wakayajaliza hata juu akawambia sasa tekeni kampelekee mkuu wa meza wakapeleka naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai wala sijue ilikotoka, lakini watumishi walijua, wale walioyateka yale maji. Yule mkuu wa meza alimwita bwana harusi, akamwambia, kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema, hata watu wakiisha kunywa sana, ndipo huleta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Galilaya, huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Amen. Pendwa mtazamaji wa MHAE TV, bila shaka kipindi hiki cha mkate wa leo kimekuwa burudani kwako. Hapa tumekutana na muujiza mwingine wa Yesu aliowahi kuufanya, nao ni kugeuza maji kuwa divai. Hili jambo lilitokea kule katika mji wa Galilaya mahali paipapo Kana. E, kule Galilaya katika kamji mji kadogo kalikoitwa Kana. Hapa kulikuwa na arusi iliyofungwa pale, na sherehe hii ilikuwa imewakusanya watu mbalimbali mbali, pamoja na Yesu na wanafunzi wake na mama yake Yesu pia alikuwa amealikwa hapo. Sasa wakaendelea na sherehe baadaye divai ka isha divaika waishia wale wale walioandaa ile sherehe ah. Sasa watu wakaanza kulalamika kulalamika. Baadaye Yesu ah, baadaye mama yake Yesu akamfuata akamwambia, watu hawana divai, ndio maana wanalalamika. <laughs> Sasa Yesu akamwambia, mama, sasa mimi na wewe tuna nini? mimi nina nini? mimi na wewe naniambia mimi iifanye n Yesu waka, mama yake akamwacha, najua Yesu alichosema sariwanne. Yesu akamwambia mama, mama tuna nini mimi na wewe, saa yangu haijawadia. Yaani nawaambia pona wakati wangu bado wakufanya miujiza, lakini, lakini mama yake akamwacha, akawafuata watumishi akawaambia, lolote atakalowaambia yeye fanyeni mimi namjua huyu, lolote atakalowaambia fanyeni. Basi mama yake akaondoka, Yesu akawafuata wale watumishi, akawaambia sasa, nendeni mkajaze yale mabarasi maji, jazeni yale mabarasi maji, nyeni, sikieni, mimi jazeni yale mabarasi maji basi wakaenda, wakayajaza yale mabalasi. Mabalasi ni kama mapipa yaliyowekwa kwa desturi ya kutawaza kwa kwa Wayahudi, walikuwa naweka pale mlangoni mwa hekalu. Kabla mtu hajaingia hekaluni, alipaswa kunawa kwanza, asiingie mchafu. Kwa hiyo akasema jazeni, wakayajaza. Biblia inasema akawaambia, sasa ch chochoteni hayo maji mpeleke kwa yule mtu wa meza kule, yule wale wa kwenye bufee, peleka, siku hizi ni bufee, wapelekeni, peleka kule. Basi wakapeleka kweli, walipofikisha tu yakageuka kuwa divai. Yule, yule, yule mkuu wa meza au yule mtu wa sherehe, yule mtu wa vinywaji alipo yaonja yale maji e, alipoonja tu, alikuwa haonji maji, alikuwa anaona divai Alipoonja akaona ni njema sana kuliko ya awali. Akashangaa sijue kilichotokea, maana watu walishasema divai mbona imeisha, imeisha. Sasa anashangaa, imeletwa nyingine nzuri zaidi. Ndipo akamwita yule bwana arusi akamwambia, wewe, wewe ni hodari kweli. Watu wengine huandaa divai njema baadaye, watu wakishakunywa sana, wapenanii, ndipo wanaleta iliyo dhaifu. Wewe umeleta njema mpaka sasa, umeenda kweli. Ndio akamsifu na ile bwana harusi akawa na shanga, huyo anasemaje, mimi sijui yu kilichotokea, yule anasema. Lakini wale watumishi walijua, maana ndio walioteka yale maji na kumpelekea, ndio waliojua kilichotokea, kwamba hapa kuna kitu kimetokea. Kitu kimetokea, jambo muhimu kwangu na kwako mpendwa mtazamaji, katika muujiza huu ni hii chochote unachofanya muhusishe Yesu. Chochote unachofanya wewe muhusishe Yesu tena mujiza, ukipungukiwa yeye anajana. Chochote unachofanya muhusishe Yesu, kiharibika yeye anatengeneza. Lolote unalofanya muhusishe Yesu ili likitokea la kutokea Yesu akusaidia. Mamaye anawaambia wale watumishi, lolote atakalowambia fanyeni. Muhimu katika maisha yetu, chochote ambacho Yesu anakwambia we fanya, hata kama unadhani kibona kama gina, wewe fanya, sikasema yeye, we fanya, matokeo yes, yake ni makubwa, nawai kuwona Angalia, watumishi wanaambiwa, choteni maji, jazeni mabarazi. Kumbuka watu wana shida ya divai. Yesu anawaambia choteni maji, jazeni mabarazi, halafu yatekeni, pelekeni. Chochote Yesu atakachokwambia fanya, fanya maana kitaleta matokeo, kitaleta usibishane. Na Yesu fanya. Kwa akili ya kawaida, wale watu wangeanza kusema ah,

na siache kumuunga mkono kwa subscribe katika akaunti yangu ya YouTube na kwa njia hiyo utakuwa umenibarikiana mimi nitakubariki sana. Jina la Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ubarikiwe sana. Amen.